You're probably wondering how I I I ended up in this situation. Oreyo, Christmas. Ukiongelea Christmas I remember mm. when I was was young. Yeah. We used to. Yani Christmas it was time for family. Mm -hmm. Watu wote tunakutana. Yeah. Na kwa, kwa fomula ya kwetu sisi ni watu wa Kilimanjaro <laughs> lazima tuchinje tena sio tuchinje kidogo tuchinje sana. Sana. Tuchinje sana. Sana. Yani tuchinje sana. Mwanzo wa sikukuu uh, ya Christmas mm. ilikuwa ni muda wa kujiachia. So, neighbors na sasa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mtatutukikaa kwa sisi ilikuwa hamna cha Muislamu wala cha Mkristo. Krismas mm. ni kuchoma nyama yeah. Yani mimi ukisema Krismas, kinachokuja kichwani ni kuchoma nyama, na si nyama ya kitu kingine, ni mbuzi, ni mbuzi mbuzi, <coughs> e, yani, mbuzi. Mbuzi lazima wapate shida yeah. na sisi imekuwa ni culture, imekuwa ni desturi yeah. kwamba kile Krismas ni muda wa famili kukutana yeah. Tunakutana familia mm. Unajua, mnavyozidi kuwa wengi, mnavyozidi kuzaliana, mnavyozidi kukua mm. Kuna watu wa familia unaweza ukashangaa mfahamu mtoto wako mdogo mfahamu mtoto wa yani. mm. shangaku, mtoto wa, mm. kumdogo, shangazi yako mfahamu mtoto mkakutana mjini, mkaoana, kumbe ni abomination, kumbe ni ndugu yako. So tuna, we, we, tunatumia Krismas kukutana na kuambiana changamoto na kuambiana mafanikio na ku na kushauriana hapa na pale, na kama kuna mtu amelemewa basi mnamrushia kamba, mnamtoa mm -hmm, bondeni mnampandisha mm -hmm, juu. Kuna vitu vya kuambiana. Kuna mtu ameleta tafrani hapa katikati, mm -hmm, ndo muda wa kuonyana, mm -hmm, ndo muda wa kurudishana and it's been like, miaka yote ni hivyo yeah, so this time pia itakuwa ni hivyo. mm. tunakutana yani, mpaka sasa hivi kuna group la familia tunaulizana jamani, hao yes. mbuzi wameshafungwa hapo kwenye kigingi au kuna kwenda kutikika? <laughs> tuna ndio zile tunajua. <Tunandozile. laughs> ni mila na desturi so yeah. tunamuomba Mungu kila kitu kiende sawa, tunaomba mm-hmm. Mungu, uzima na afya mm-hmm. na um, ni desturi yes. na ndivyo itakavyokuwa mm-hmm. Krismasi ni lazima tukutane kama familia tuombe tu Mungu uhai, mtu asiumwe, kusitokee msiba na nini na nini watu, wote tukutane mjengoni kwa mzee Madevu pale. Ladies and gentlemen, welcome to December. Tunakukumbusha ni siku ya kufurahi, ni siku ya kumshukuru Mungu, ni siku ya kukumbuka uzao wa Yesu ni, ni uzao kuzaliwa, kuzaliwa kwa Yesu Kristo kumradhi, mm. kuzaliwa kwa Yesu Kristo kuja duniani kama mkombozi wa ulimwengu. Mungu wetu juu mbinguni alisema mm kuliko kuangamiza hawa watu, acha ni mtume mtu in form of a human. hmm. ni nani atakwenda? ni akasema, "Nipo, nipo mimi Bwana, niko tayari nitume mimi nije ulimwenguni hmm. ili niweze kuwakomboa wanadamu." ndipo Yesu alipozaliwa. ko tunapoingia ingia Disemba, ni mwezi wa kukumbuka uz, kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kuzaliwa kwa mkombozi wa ulimwengu, mkombozi mkombozi aliyeleta amani, aliyeleta furaha, aliyeleta kunyanyuliwa, aliyetukumbusha kwamba yupo Mungu Baba ambaye anakupenda juu mbinguni exactly, ambaye anakuwazia mema, ambaye anatamani ufanikiwe, anayetamani kukuona ukiwa juu, kwa sababu Biblia inasema wewe siku zote utakuwa kichwa na sio mkia. Mm-hmm. Alikuja kutimiza ahadi ya Mungu iliyotolewa kwanzia agano la kale, sijui unaelewa kaka, exactly. Yesu alizaliwa tarehe 25 kwa vile ambavyo imeandikwa na tumejua hivyo kwa miaka tuna celebrate Yesu kuletwa duniani ili kutupa sisi furaha, amani hmm. na uokovu yeah. ulio kamilifu ndio hmm. Maanake tunasherekea bila Yesu kuwepo duniani tungekuwa wapi, Madevu? hmm. bila Yesu mkombozi yule wa ulimwengu kuletwa katika flesh sindio? hmm. akafanywa kuwa mwanadamu kama sisi ili tu Suzet, ili tu Madevu, ili tu Alfons, ili tu Aflex, ili tu Celebrizi, ili tu wewe Anna, Juliet, Apenina eh? Uh, upate ukombozi yeah. upate kuinuliwa upate amani. the Bible says Jesus is the prince of peace mm. si unaelewa kaka? yeah. ukombozi ambao ambao amba umeambatana na furaha ambao umeambatana na amani ambao umeambatana amba ume na na na shangwe nyingi. Hamna mm. kitu kizuri kama hicho kaka, this Christmas ya mwaka huu yeah, elfu mbili na ishirini na tano. Na, na tamani niweze kwenda kanisani fu, kwa furaha kwa, fu, kwa, kwa bashasha zote nitoke hapo niende nyumbani nikapike pilau kupika na, na, na familia yangu, tukae mduara pale kisinia kaka, tule soda, kachumbari, kuku sijui nyama choma, sijui unaelewa, tuinvite marafiki zetu. Mimi natamani na ninaamini itakuwa ni Christmas ya kukumbukwa, Christmas ya kukumbuka, December to remember, a Christmas to remember. Sijui mm. utakuwa wapi, lakini ni kushauri au natamani ni, ni kutia hamasa kama Mkristo mwenzangu na kama mtu ambaye anapenda kusikiza kipindi cha Wasafi Sunday Worship. mm. iwe ni siku ambayo tutaweza kumshangilia huyu Yesu, uzaliwa wa Yesu Kristo, ambao alileta ukombozi wa ulimwengu, ukombozi wa wanadamu, kututoa katika dhambi, kututoa katika masumbuko, kututoa katika magonjwa, kututoa katika viki na shida ambazo zimekuwa zikituambati, ambazo zikuwa zikituandama yeah. na zikiendana na sisi, kwa ni siku ambayo unatakiwa kuwa na amani nzuri, furaha na kusherekea. Unajua kaka, watoto wana Krismas, yeah. Mi nikikumbuka enzi zile yani kaka, kishasikia Disemba ndo muda ya kufunga shule mm. Tuko nyumbani, tunaanza kufikiria nguo tunazipata wapi, nguo za Krismas. you have kids, yeah. you know, I'm sure umeshakuulizakuuliza mimi, Krismas yangu natamani iwe hivyo, yeah, ya amani, ya furaha, nikisherekea Disemba to remember, nikisambaza tabasamu. Kwa majirani, ndugu jamaa na marafiki. Semenda kitaa fulani huko cha mbele, anaenda kuhubiri, watu wakampigia simu, sio wapigwa mtumia ujumbe, ningekuwa sasa hivi. Amempigia simu akaambia mwanao huku mwanangu, lete mm. mm. binti abani mwanangu, muda wote mm. naweza kukata kamba mm. mm. kavunga <laughs> mwanao huko tia maji tia maji ujue, kalabuyu mwanangu Oya, mm-hmm, Baada ya siku tatu sijui siku ya nne ile ndio Jesus anatimba pale. Mm. Oya, yule sasa si ule mwanaye Lazaro Lazaro boy nini alikuwa na na sister zake? Eh, huyo hapa Mariamu na Masa. Mm. Wale wote wakatoka nduki mzee wakaja kama, "Ah mwanangu, ungekuwa hapa nini bro, Asinge deni." Ya, ungekuwa hapa, ungekuwa fresh. Nataka nilie.

toa jiwe zamani unachimbiwa kwenye mwamba, afu atakuwa ananuka siku ya nne, fuaka hmm. Yesu alisema vunga, eh, toa mwamba, mjiwe <laughs> <laughs> Watu kuna wao kwa sababu sema mm, msichukue hivyo. Sisi kina nani? Eh, basi akasogea pale kwenye kuna kwenye mlango wa kaburi. Mm. Akaambia oa. Mm. Mwanangu Lazaro. Upande huu ndio mwanangu. Asi ndio hiyo. Si mwanae si kwa mwanae. Upande huu. Akaambia oa omboi. Njo. Toka mwanangu. Wapi? Asa, mbona kama ameyayusho kama watu wao mkaushieni Yakaita te oya Lazaro, oya mboi, njo upande huu. Watu wanakuja kustuka, mwanangu Lazaro katoka. Mwanangu kafungwa sandanau. Aa, katoka mle kadevea, mwanangu mgeni nguo kama mgeni mwanae. Basi stori zimeenea Jerusalemu nzima.